Tukiachana na, na masuala ya ardhi utuangazie uchukuzi, ambapo madereva wa magari ya uchukuzi wa umma wameonywa dhidi ya kubadili njia zisizosajiliwa na wamiliki wa magari hayo kwa misingi ya kutafuta pesa za haraka. Haya ni kwa mujibu wa mshirikishi wa wamiliki wa matatu ukanda wa Pwani Salim Mbarak. Akidokeza kuwa baadhi ya madereva wa matatu wamekuwa na tabia ya kubadili njia zao haswa so, wakati huu wa msimu wa sherehe wakitafuta abiria zaidi, jambo ambalo wamesema kuwa ni kinyume na sheria. Vile vile amewotaka maafisa wa kitengo cha trafiki pamoja na wale wa halmashauri ya uchukuzi na usalama nchini yaani, kuwa chonjo wakati wanapotekeleza majukumu yao. Mwanahabari wetu Sofia Mwakio na taarifa hiyo. Sekta ya uchukuzi imeonekana kuimarika msimu huu wa sherehe za Krismasi na mwaka mpya. Idadi kubwa ya wakaazi kutoka maeneo tofauti humu nchini wanasafiri ili kujumuika na jamaa na familia wakati wa sherehe. Mshirikishi wa chama cha wamiliki wa matatu Ukanda wa Pwani, Salim Barak Salim, amewataka madereva kuchukua tahadhari wanapokuwa barabarani kama njia mojawapo ya kukabiliana na jinamizi la ajali. Aidha ameongeza kuwa tabia ya madereva kubadili njia ambazo dereva amesajiliwa kutumia ni kinyume na sheria huku akidokeza kuwa inapelekea ongezeko la msongamano wa magari katika barabara hizo. Ikiwa wewe, wakati wa Krismasi wa na mwaka mpya utasema, wenda Malindi, wenda Voi, wenda Kaloleni ama Kisumu, Eldoret, kokote utashikwa utashikwa kwa kosa la contravening. Umeenda ruti ambayo si yako. Ikiwa wewe wakati wa msimu huu unataka kubeba Malindi, wanataka kubeba ma Voi ama ma Kericho, tafadhali nenda kwa Kenya Revenue Authority, NTSA Board, National Transport and Safety Authority, ukalipie pia. Mshirikishi huyo amewataka madereva wenye tabia ya kutumia mihadarati wanapokuwa safarini kukomesha tabia hiyo. Miraa hairushi usingizi Utaitumia baada ya muda fulani, unajishtukia umelala kwenye steering, mara pop, ajali imetokea. Magari ya mjini within CBD na ya magari ya highway, alcohol blow lazima ifanye kazi. Na ikiwa wewe unasikia we wataka kunywa, tafadhali usitumie pombe. Kuhusu swala la madereva kutoa hongo kwa maafisa wa trafiki, Salim amesema kuwa maafisa wanaopokea hongo na madereva wanaotoa hongo wote wanapaswa kuchukuliwa hatua za kisheria. Ufisadi anaitoa na anaepokea, ningewasihi sana NTSA officers na traffic officers wasimamishe hii, na wale ambao watakupatiana na makosa, afadhali uchukue uende ukarekebishe gari yako kuliko kupeana hongo. Wakati huo huo, Salim amewataka abiria wote kutokubali kutozwa nauli ya juu msimu huu wa Krismasi haswa, ikizingatiwa kuwa madereva hutumia fursa hii ili kujilimbikizia pesa. Sofia Mwakio Pwani TV.